Hey, umati mkubwa sana hapa. hey, wanatamani ndoa yako. Kwanza, unajisikiaje na hilo? Uh, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kufuzu. Hongera kwa wanasimba wote. Mechi ilikuwa very tough. Uh, nafikiri niko niko Biarusi. kuna mtu mtu nipo kwenye ndoa kaka, heshimu uh, ndoa kwani ubani kwamba watu wengi wamechelewa kufika yeah. E, mimi mtu ambaye nilikuwa naye alinifunga shati kabisa yeah. E, akaniambia bwana, hapa uchomoki wewe na sijui mume wangu kaelekea wapi, maana ndoa imepita pale na sijui kapotelea wapi, ila akaniambia tutakutana nyumbani leo. Alikuepo makosa, alikuwepo shee wa mkoa na baadhi ya viongozi Ndo akafunga nani mbona yeah? hatujaona huko hata ubani uh, kwamba uh, mashehe pamoja mwamposa, yeah. na uh, uh, uh, kina mwamposa na hawakuweza kufika chini kule yeah. Lakini nime nimefurahi nime kwa sababu pia kule chini kulikuwa kuna mashehe nah, nah, nah. Na uzuri kijana alijipanga alikuja yeah, na ubani yeah, akaita shehe wake yeah. Yeah, watu wengi walikuwa wako yeah, nje tuliokuwa yeah, ndani ndio imeshapita kwa sababu mimi nawaambia mtu ambaye nimekaa naye yeah. alinifunga shati langu na lake, kila ninapoenda anaambia mimi na wewe yeah. Hey, kwa hiyo niko niko very very very happy yeah. nasikia raha sana yani yeah. yeah. yeah. usha ushaona mtu akisema niko extremely happy, niko extremely happy ni, nina furaha sana sana yani. Kama kuna mwana Simba ambaye amekuwa nyumbani leo amekosa raha sana. Na hii ni historia mpya ambayo tumeiandika, tunafuzu hatua ya nusu fainali. Binafsi ni, ni, ni, nimelia nime sana uwanjani, watu ambao walikuwa wananiona waliniona eh, nimelia sana sana yani, kuna nam... no kitu ni kitu chakaski r kaka, hey, nimelia wakati mpira unaendelea kuchezwa. Yaani, nimelia mno mno yaani sijui nikueleze vipi. Na watu wengi wananiambia mbona hauna raha? hey, ni kwa sababu okay, nimepata nime koma ya furaha, sijui unanielewa. Kwa hiyo binafsi nafikia furaha. Hongera kwa wanaSimba. Nafikiri hii wiki inapaswa kuwa wiki yetu sisi na wikiendi, natakiwa kuanzia kesho yeah, na kuendelea ya. Hongera, hongera kwa Simba ambao wameshuhudia Simba kufuzu hatua ya nusu fainali. Sio tu kushuhudia, ni miongoni mwa wanaSimba ambaye nimepambana mpaka amba timu imepata matokeo haya. Yani, yani sijui sijui semaje, lakini mapambano yalikuwa mazito sana. Mwenyezi Mungu ni mwema na Mungu alikuwa upande wetu leo, yaani, katika sala zangu ambazo nilikuwa naziomba, miongoni mwa sala kubwa ni hakikisha kwamba mnyama anavuka hatua hii. Watu walitegemea kwamba mchezo utamalizika ndani ya dakika 90, lakini eh, dakika 90 zimemalizika, tumeenda kwenye matuta. Hali ilikuwaje jukwaani? Nafikiri kila mwana Simba alikuwa ana imani kubwa sana ya yeah, alikuwa ana imani, kwa hiyo tumeweza tume kupoteza nafasi nyingi za wazi dakika kumi za nyongeza za clear chance mbili tumeweza kuzipoteza, lakini alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ni mwema. Wana Simba leo tuna furaha, wana Simba leo tumevunja ule mwiko wa kusema mwaka robo. Tunawauliza jina letu jipya, wanatupa jina gani? Ni miongoni mwa mchezaji ambaye mtu yeyote ambaye alihusika kwenye usajili wa Pimpin Kamara, Mwenyezi Mungu ampe pepo. Huyo mtu ametuletea miongoni mwa mchezaji bora sana, ametubeba kwenye mabega yetu. Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki sana, tunaendelea kumwombea dua. Wabaya ni wengi jamani, mtanidondosha kwa nini? Mnijui, si mnanijua? Sasa shida iko wapi? kuna joto na, mki... na cha ajabu ni kwamba bibi harusi bado ni mpya kabisa. Kwa huyo msinitie joto, tulia bana, wanakuletea fujo bi harusi. Okay, eh, labda unalipi la anayokuambia wana Simba kuelekea eh, hatua zinazofuata, tuendelee kupambana na timu yetu. Tupambane na timu yetu. Tuhakishe kwamba tuna tunakuwa pamoja zana yetu wana Simba ni nguvu moja, kila mtu apambane kwa namna moja ama nyingine. Linapokuja swala la Simba kutaka jambo lake, kila mtu ajitoe kwa namna ambavyo anaweza. mkifika finali, acha tuone. Mbona una haraka wewe? <laughs> asante sana.